Sehemu nataka tuangalie hapa ni sehemu ya njia kuu. Kwenye sehemu ya njia kuu hapa ndipo mahali ambapo e, sauti zote zilizochakatwa kabla kutoka kwenye mixer huwa zinathibitiwa kwenye eneo hili la sehemu kuu. Tunaona hapa kuna upande wa FX. FX maana yake inathibiti athari zote ambazo zimechakatwa kwenye injini ambayo ni hii hapa ambayo ina effect zote kama vile mwangwi au ucheleshaji tunaita delay, au athari zile kama una, una mziki wako unataka uonekane unaimba kwenye kanisa kubwa, kathedro au ukumbi mkubwa, basi hapa ndipo mali ambapo hizi eh, effect zinaruhusiwa kutoka au zisitoke kuelekea maeneo tofauti, kama vile kwenye upande wa monitor za waimbaji au zinaelekezwa zirudi kwenye e, e, zirudi kwenye ziende kwenye upande wa toleo kuu au kwenye upande wa subgroup. Eneo lingine kwenye upande wa master section tunaita hii hapa ni sub 1 2, hii ni subgroup ambayo kazi yake inathibiti e, yale makundi madogo madogo hii labda ni kundi la drum liko hapa, basi inadhibitiwa na hii feda hapa, na baadaye ikiruhusiwa basi inaweza karuhusiwa either iende kwenye upande wa main au iende kwenye toleo lake, kama tulivyoona kwenye zile connector section kwamba kuna connector za upande wa sub out. Kadhalika eneo lingine li nataka tuliangalie, uh, hili ni eneo la main feda. Hapa ndipo kila kitu kilichopo chakato hii. Ndio njia kubwa kabisa ya kutoka nje ya mixer kwenda kwenye zile spika zako ambazo ni za mbele ya jukwaa au tunaita FOH. Hapa ndipo mahali ambapo zinaruhusiwa ili ziweze kuja kutoka kwenye upande hapa wa main output, hii, kupitia feda hii hapa lakini, nataka pia tuangalie eneo ambalo e, tunakita tunakita Auxiliary master. Hii ni sehemu ambapo inaruhusu zile sauti ambazo zinapaswa kwenda kwenye monitor. Kwa hiyo e, mwimbaji anapohitaji sauti yote kama ni ya keyboard au ni sauti ya drum kutoka kwenye channel strip haziwezi kutoa kwenye monitor kabla hazijapita kwenye hiki kieneo kuu ambalo linadhibitiwa ambalo tunaita aux master. Hii ni sehemu pekee yake ambapo tunaweza tukaruhusiwa kupita hapa, lakini tunaona kwenye upande wa master section kuna kitu ta phone. hii ni sehemu ambapo inadhibiti sauti zile ambazo nataka uzisikilize kwa kupitia headphone yako, basi unaweza kusikiliza kupitia hapa. Uh, na kwa ufupi hizi ndio sehemu ambazo zipo kwenye upande huu wa master section. kujifunza zaidi kanuni za msingi unaweza kupata kitabu hiki cha Kutawala Vifaa Vyako vya Muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.